Umefika pale umetuhangaisha, umefukuza viongozi wote katika mlima Kenya, alafu unataka kuunganisha majamii to isolate the people of the mountain. Lakini Mungu aliye mbinguni na viongozi ya Wakenya wengine wamesema, mlima haitatengwa, imepata marafiki ya ukweli na ya kudumu yeah. West, West. Amekuja pale kusema ati watu watenge watu ya Mount Kenya lakini hao viongozi wako hapa leo, mimi nawashukuru, wamesema wanataka kutafuta urafiki na watu wa mlima Kenya, na kwa hivyo mimi nataka kuwahakikishia nyinyi, sisi watu ya mlima tumeunganisha, kutoka Meru, kutoka Embu, Tharaka Nithi, Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua, Laikipia, Nakuru, Nairobi na Kajiado, tunaongea sauti moja Kiwanege yote, Mwari yote. Na sisi tumekubaliana. Kura yetu milioni saba, milioni nane, tutakubaliana na hao viongozi. Tutaweka kura zote pamoja. Uyu kasongo akuwe one time. Na mimi natangaza hiyo nikiwa hapo amenyora wa. Sisi watu ya mlima ndio tulikupatia 47% ukakuwa rais wa Kenya hii mlima hii ili kufanya wewe kuwe rais ndio itakupeleka nyumbani ana uh, Dr. Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Fred Matiang'i my sister mother karoa i want to assure you this mountain is one and we have only one agenda to join the rest of kenya to make ruto a one-term president because it's the right thing to do for this country Kabla niite viongozi, ningetaka kusema one thing. Nimeona wewe William Ruto jana umetuma vibaraka yako kina Faruk na hii kijana ya Kikuyu anasemekana ni bibi ya Ruto, si mnamjua eh? Mimi nimesema leo nikiwa hapa mlimani, wewe umetuma hao vijana kwenda kutukana kiongozi wetu, rais wa nne wa jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tunataka kukuambia Ruto, wewe kama ni mwanaume, hapana tuma vibaraka kutukana Uhuru Kenyatta. Tukana yeye wewe mwenyewe, kama wewe ni mwanaume. Mimi niseme rais, ulikuwa hapa juzi, mimi kwa sababu ni muungwana na niheshimu ofisi yako, nikatoa mwelekeo kwa mlima, nikasema usitukanwe na mtu yeyote, nikasema usipigiwe kelele, Ukuje uongee na watu ya mlima, lakini walipe, kwa sababu unakuja kuongea uongo, si ndio? Si nilisema mchukue pesa, mimi nikasema msikize uongo, lakini muli? Lakini wacha nikuambie, William Ruto, ukiendelea kutukana, kutumia vijana kutukana Uhuru Kenyatta, next time utakuja mlima, mimi nitatoa amri, hawa wananchi watakutukana wewe mwenyewe, wana wana wana. Nego nego, lazima sasa kuanzia leo ni kinge na kumlinda ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Wewe William Ruto ulikuja hapa ukatudanganya na Biblia, ukatuambia Uhuru Kenyatta ni mlevi, tukakuamini. Ukatuambia Uhuru Kenyatta ni mzembe, ukaangaisha serikali yake, ukatudanganya sisi sote mpaka watu ya kanisa, tukamkemea Uhuru Kenyatta ndugu yetu kiongozi wetu. Tukamwaibisha, Tukafalia Huru Kenyatta madhambi yeyote, tukakuja kujua wewe ulikuwa ni mbwa mwitu umevaa ngozi ya kondoo. Mimi nataka nikwambia wewe William Ruto. I want to tell you from the mountain, yeah? Na nataka nikwambia. I want to tell you. I want to tell you William Ruto. Hakuna vibaraka yako tena watatupana Rais Uhuru Kenyatta. You did enough damage to Uhuru Kenyatta. You misled all of us. We humiliated our son. We embarrassed our son. We cannot sit back and see you. You see you are protege. Kumkosea heshima Rais Uhuru Kenyatta. Na mimi nikiwa kiongozi wa mlima ni jukumu langu kulinda watu ya mlima akiwemo rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wetu. Na kwa hivyo Uhuru ni Uhuru ni akoru moreke. Ile moto shida hata hayalie. Tukeru na Uhuru. Tukemwaga na geteo. Tukemweka kishonoko <laughs> Uhuru ni akoru moreke. And I want to say and I am not joking. And William Ruto you know me. Unanijua vizuri, unanijua vizuri. Mimi nikwambie, yes, nikwambie wewe, ukituma hiyo vijana tena kutukana Uhuru Kenyatta, ukifika hapa mlimani, hawa mama watakupigia nduru, wazee watakupigia nduru na vijana watakufukuza hapa mlimani atimia

vita yetu hapa ya Mau Mau vita yetu ya Mau Mau ambayo tulipigana kwa hii msitu wazazi wangu walikuwa